Asante, Asante. Ndiyo, asante, asante. pole pole pole, asante. Haya, inuka, sasa, inuka, inuka, pole pole pole pole sana, pole. Pole sana piokssa yeah. Kwa pponp kwa usiyefahamu alikaa gerezani akiwa sio mfungwa akiwa sio maabusu kwa zaidi ya miaka miwili mitatu. Mwaka wa tatu ni mwaka wa tatu huu jumla, na uliokuwa maabusu mi ni miaka karibia mitano, unaelekea kumaliza mitano. Kwa hiyo huu ni mwaka wa tatu, alikuwa sio mfungwa, alikuwa sio maabusu. Kisa chake ni cha kusisimua, kisa chake ni cha kushangaza, kisa chake nichakuliza naomba, naomba kitabu hicho, ili nimjulishe mtu, kama uliwahi kunisikia kwenye kitabu hiki cha kitabu cha mcha Mungu kutoka gerezani. Niliwahi kutoa kisa katika ukurasa wa tisini na moja ukurasa wa tisini na moja niliandika kisa cha huyu bwana. Kitabu hiki nilikabidhi kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa kuelezea mengi yaliyomo gerezani ambayo mimi nahisi kama mtu wa Mungu nina haki ya kutoa mashauri ya kwamba mwanadamu yeyote ha, usilopenda kutendee, usimtendee mwingine. Kama ni mafunzo, wafungwa wanasemanga kama gerezani ni mafunzo, kwa nini wakubwa mpeleke watoto wenu? Kwa hiyo kuna mambo mengi niliyaona, na katika mengi niliyoyaona ni kisa cha huyu huyu kijana hapa ambacho ukiona hapo unaliona unaliona jina jina linaitwa kisa cha Samueli Asangarusi Mbuba. Pengine Samuel, kama una neno lolote la mwisho, hebu ongea. Nashukuru baba, ndio kwa yote uliyotendea, ndio na Mungu, jinsi alivyokujalia mm, kutoa moyo wako kwa ajili yangu mimi mm, ambaye nimeishi kama sina ndugu niliyotengwa maana ndugu linao, lakini tangu iliopatikana tukio hili hawakuwa kuonekana mm. hata kuja kuja kuja kunijulia huko gerezani, sijajua mm. kwamba ni taarifa mm. au la, lakini kuna baadhi mm. ambao niwapelekea kwamba taarifa zifike mapema yeah. Lakini kwa ajili ya hilo, mpaka leo hii ulioniangaikia hili swala, mpaka mimi naonekana leo na mimi mtu nipo yani, kwa ajili uraiani kwa ajili ya uwepo wa nguvu zako zako ambazo mm. liowezeshwa na Mungu aliyokubarikia mu Mungu, Mungu aliye juu mbinguni mm. tumwachie sifa na utukufu. Maana mm. maneno mengi ya kunena zaidi, hakika nimwachie Mungu Update za mbinguni miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Eh, mtu wa Mungu naona ni nusu ya kufufua mfu kuwa sehemu na sababu ya mtu wa Mungu huyo leo tarehe 9 mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano. Leo yuko huru. Tokea mwaka elfu mbili na ishirini mwishoni mpaka sasa alikuwa gerezani. Kabla ya yote, nishukuru mamlaka zote zilizotoa ushirikiano nilipo zigongea hodi, nilipojieleza kwa bari ya mtu huyu e, ni kwamba ni kweli kuna mahali wao wanasemaga mbarikiwa, wao natutajaga tukifanya mabaya, ungekuwa tutaja hata tuki, tuki tukifanya mazuri. Sasa wakati mwingine nakuwa sijui kwamba nikikutaja inawezekana nika nikaharibu ikiwa wataniruhusu kuwataja mamlaka, baada ya kupata hii taarifa nitakuja kuwataja waliohusika, lakini eh, wakati mwingine pengine mtu anayekuwa alikorofishana na huyu bwana au mtu anayekuwa ali, ali, alimkosea au alikuwa ananufaika na huyu bwana kuwemo gerezani, anaweza akawachukia watu hao, ingawa baadhi ni wenye nguvu kubwa sana ambao wenda naweza sifanye chochote juu yao. Hata hivyo, nimependa sana kabla ya yote nikujulishe yoyote ambayo ulikosana na huyu bwana ama ulikuwa na manufaa yoyote kwa huyu mtu kuwemo gerezani, nakuomba sana, mimi sijamtoa kwa shari, na niliwahi kuongea akiwa gerezani na hata mimi nikiwa nje ya kwamba nitatafuta njia nimtoe kama wewe uliyekuwa umemweka gerezani, kuna kitu ulikuwa unatafuta, ni afadhali apoteze hicho kitu, lakini ashiwe kwenye eneo ambalo mimi ni juwalo ni juwacho. Pale ni zaidi ya kaburi, ni zaidi ya ya, ya kifo kwa mimi. Nili ni mtu wa Mungu nikifungwa gerezani nikateswa, mimi ni haki yangu, kwa sababu sisi ni nowhere out, njia ya kuokoa imepita katika njia ya kupoteza uhai kwa ajili ya wengine, lakini hawa wengine ambao anakuwa anaishi tu ni kwa ajili ya vitu vya maisha haya, huwa inauma sana. Mimi iliniuma, inaweza ikaniuma sana nikiingia tena gerezani, lakini sina jinsi. Njia ya imani ya baba yangu Kristo ilipita kupeseka kwa ajili ya watu. Lakini sasa ni kuombe sana, sija sijataka fanye jambo lolote la shari adai chochote kama bado wewe unakihitaji hicho kitu, afadhali apate tu uhai wake. Chakula kama atanitii, atafuata maelekezo yangu, atakula chakula nyumbani kwa muda tunapojipanga, lakini pia e, baada ya muda ataanza kufanya shughuli zake za uzalishaji. Nafahamu kuna watu wengi mnaojua mimi nina, nina moyo wa Mungu nina, nina moyo mzuri ambao hata nikiwaambia jamani, aliye anayeweza kuchangia chochote juu ya mtu huyu achangie, najua mnaweza mka mkafanya. Lakini kwanza tumshukuru Mungu kwamba yuko salama leo e, ame, ame, ame, ame, amepata hii hali aliyoipata sasa. Kwa dakika chache ni mtake, ikiwezekana, aseme lolote, aseme lolote. Alilo nalo moyoni mwake. Karibu Samuel. Asante mchungaji, na kushukuru Baba mm. kwa uwepo wako na nguvu zako zuizotumainika tio alama ya maisha yangu mm. kuokoa maisha yangu ambao yalikuwa kwenye hofu mm. yaani, ilikuwepo mazingira ambayo ilikuwa ni hatarishi sana. zana mm kwa yale yote uliokuwa Mungu amekujalia na kunipigania, mm. tangu nilivyoonana na wewe mara mm. ya kwanza mm. na nikakuelezea juu ya tukio lilivyo, juu ya alama iliyonifaa nikae gerezani, lakini na kisha ukasaba Bwana ili mm. kisho, hili, kama hujatenda nitalifanya jambo lionekane upesi na nguvu ya Mungu kwelitendeke nkuinashukuru na bila wewe yapata ya mpaka wasao nisingeonekana nadhani mm. na siku nyingine uta- utatoa yeah, maelezo minababa. ya kisa chenyewe kilikuwaje. Oh, utakuja kukichambua kwa kina. Jambo fupi tu ni kwamba mtu huyu, kwa usiyefahamu, alikaa gerezani akiwa sio mfungwa, akiwa sio maabusu, kwa zaidi ya miaka miwili mwaka wa tatu huu hmm, jumla na uliokuwa maabusu ni miaka karibia mitano hmm, unaelekea kumaliza, hmm, mitano. Kwa hiyo huu ni mwaka wa tatu, alikuwa sio mfungwa, alikuwa sio maabusu. Kisa chake ni cha kusisimua, kisa chake ni cha kushangaza, kisa chake ni cha kuliza. Naomba, naomba kitabu hicho ili nimjulishe mtu kama uliwahi kunisikia kwenye kitabu hiki cha kitabu cha mcha Mungu kutoka gerezani, niliwahi kutoa kisa katika ukurasa wa 91, ukurasa wa 91 niliandika kisa cha huyu bwana. Kitabu hiki nilikabizi kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa kuelezea mengi yaliyomo gerezani ambayo mimi nahisi kama mtu wa Mungu nina haki ya kutoa mashauri ya kwamba mwanadamu yeyote ha, usilopenda kutendea usimtendee mwingine. Kama ni mafunzo, wafungwa wanasemanga, kama gerezani ni mafunzo, kwa nini wakubwa mpeleke watoto wenu? Kwa hiyo kuna mambo mengi niliyaona, na katika mengi niliyoyaona ni kisa cha huyu huyu kijana hapa, ambacho ukiona hapo unaliona, unaliona jina jina linaitwa kisa cha Samuel Asangaruishe Mbuba. Basi ndiye huyo kijana ambaye nilielezea kisa chake, ameishi gerezani kwa muda wote huo, sio mfungwa, sio maabusu, alikuwa naitwa kichaa. Ni kweli, ni mzito wa kuongea, mzito wa kufanya maamuzi, lakini niamini mimi ntakapomuoji kwa kina, aseme kisa chenye kilikuwaje, hautaona ukichaa wowote kimsingi. Baada ya mambo kutengenezwa tengenezwa, alipelekwa hata hata Mirembe, alipelekwa hata Isanga Dodoma, akaenda kupimwa na madaktari walioko pale, wakasema hapana, wewe ni mzima, pengine tu aliyekuleta kuleta huku anakauwezo uwezo na vitu kadha wakadha alienda kupima kwenye hospitali ya rufaa, waliona hapana, wewe ni mzima. Lakini kimsingi hata kama alikuwa mgonjwa, mtu asiye na hatia pa kupelekwa sio magereza. Sasa hapa sitaki kulikuza, sitaki kuyaweka yaonekane tunataka tumweke mtu fulani ni mbaya sana, tuanze mapambano. Hapana, ya, ya kale yamepita, si ndwele tugange, yajayo tuanzie hapa. Njoo tuzungumze, yeyote ambaye pengine ulikuwa unanufaika kwa namna yoyote na huyo mtu wa Mungu kukaa gerezani, njoo tuzungumze. Yeyote ambaye mulikosana naye, alikuudhi, alikuumiza kwa namna yoyote, njoo tuzungumze, lakini tusiingie kwenye visa kwenye mapambano ya aina yoyote, pengine ujaribu kunikabili mimi kwamba Mbarikiwa, sasa wewe ndio unajifanya. Mimi niko hivi, nimepata madhara yote unayoyasikia na kuyajua kwenye maisha yangu, nimeyapata kwa sababu ya kupigania watu, kutetea watu, kuwa kinywa cha asiye na sauti, kuwa macho kwa asiyeona, kuwa sauti, kuwa miguu kwa, miguu kwa asiyetembea katika kitabu cha Ayubu anasema daawa ya watu mtu nisiyemjua naliyachunguza, Ayubu 29. Mithali 31 mstari wa nne, anasema fumbua kinywa chako kwa ajili ya aliye bubu, uwasaidie walioachwa peke yao. Ni kwa maisha hayo nimepata madhara yote. Kwa hiyo usipange kwamba ngoja sasa mbarikiwa huyu tumwonyeshe. Nimeshaonyeshwa eh, niko tayari kuonyeshwa, lakini wewe jua mimi siko siko kwa ajili ya vita na mtu, siko kwa ajili ya mapambano na mtu, siko kwa ajili ya kumwonyesha mtu. Mimi nayajua, mimi nayaweza, mimi ninachosema tu siyopenda kutendewa, usimtendee mwingine, na kwamba nchi, dunia inaweza ikawa salama zaidi kama kila mmoja ataona sababu kufanya jambo lenye faida kwake na kwa mtu mwingine, ataepuka kufanya jambo lenye madhara kwa watu wengine pengine faida kwake peke yake. Hiyo ni kazi yangu ya uhubiri nasimama, nasimama mbele ya mtu yoyote uliye na uwezo wote uliye na ushawishi wote uliye na nguvu yoyote ya kwamba nitakupinga kwa ubaya wote bila kujalisha, unaweza ukanifanya chochote, nitakupinga kwa ubaya. Nimepoteza mwanangu, nimefungwa gerezani, ninapitia mateso, sifa binti yangu yuko anapitia mateso Muhimbili mpaka sasa hivi. Kwa sehemu kubwa anajua yote yamenipata, yametupata kwa sababu ya kutoa maisha kwa ajili ya kutetea watu wanaoteseka, watu wanaoonewa. katika matha, katika Isaya 1 mstari wa kumi na saba inasema, jifunzeni kutenda mema, wa, wa, wa, wasaidieni wanaoonewa Ninasimama kutimiza neno la Mungu ambalo Yohana alisimama kwa hilo. Yohana alienda kwa, kwa Herode akamwambia si vema kuchukua mke wa mdogo wako. Elia alienda kwa, kwa Ahabu akamwambia ya kwamba, Ahabu umeua ili utamalaki, baada ya Ahabu kumuua Naboth ili apate shamba. Nathan alienda kwa Daudi akamwambia umefanya upumbavu kumuua Uria na kuchukua mke wake. Ni kazi ya mhubiri popote panapokuwa na uonevu akaingilia kati akafafanua. Halikuwa jepesi, halijawa rahisi, najua inaweza likaniweka kwenye hatari zaidi baada ya kijana huyu kuwa katika usalama huu. Pamoja na hayo, ninachoahidi, sijuti niichokifanya kilicho gharimu maisha ya mtoto wangu kuuawa. Sijuti niichokifanya kilichopelekea nikafungwa gerezani kwa ajili ya kutetea watu ku, ku, kupinga mabaya kwenye jamii. Sijuti mateso makali anayoyapitia binti yangu Sifa, ambaye yuko mwimbili mpaka sasa kwa namna yenye hatari na kwa, kwa mazingira ambayo kimsingi tunapitia mazingira duni dhaifu, ambayo tunapokea lolote, lakini hatukuwa wa kupokea lolote. Wakati mwingine kuna mambo yanaweza kaendelea ambayo ukiona tu kabisa, sasa mimi sikuwa wa kuchukuliwa hivi, sikuwa mambo yangu yaende hivi, lakini tunayapokea. Kuna mahali yanatukuta mambo, hatuna pa kushtaki, hatuna kwa kujieleza. Kila mahala unakokwenda ni kama wanangojea likupate baya kuliko hilo linalokupata kwa sababu ya kierere chako kimbelembele chako, moyo wako wa huruma na au watoto wako akina Sifa, na wenyewe wanajidai wanataka kuchukua moyo wako, wawe na huruma na wenyewe, wawe sauti, wawe faraja ya wanaolia. Kwa hiyo ni karibu kila mara unapokwenda unapojieleza, ni kama wote walikuwa na kungojea upate mabaya kuliko eneo kwa amekupata. Mungu ajua takapoishia, ndo hapo hapo, itakaloendelea ndo hapo hapo. Natoa wito tena kwa binti yangu Sifa, yeyote unayenijua mimi ni mtu wa Mungu liye kwenye kitengo chochote, tafadhali na kuomba, tafuta njia kama tunaweza tukamwokoa binti kwenye eneo alilopo, naomba jitokeze. Mimi nimeshawambia Afrika tunashughulika na shetani giza, hewa aliyeko baharini, lakini wazungu wanashughulika na shetani mistakes. shetani ni watu wanapanga tumfanye nini mtu yule, kwa sababu zipi? Ndio maana wakati fulani nimehoji nikasema, unayefahamu chochote kinachoweza kufanyika mtu akilala gereza, akilala polisi, ama akalala gerezani, jitokeze. Yeyote unaweza ukawafahamu chochote, kuna watu ambao wengine wanajitokeza na kusema ugonjwa wa aina hiyo, wa sifa kwa sura kama hiyo, unamtokeaga mtu akiwa amepigwa na kitu unamtokeaga mtu akiwa pengine amefanyiwa kitu na mtu enewe. Yapo maelezo kwamba tokea utoto ameshipa ilegea nini na nini na nini, lakini sisi kwetu shetani shetani ni hewa. Wenzetu shetani ni, ni, ni, ni, ni watu wanapanga. Kwa hiyo unayeweza ukahiari, una utaalamu wa afya, una fedha una watu wenye nguvu katika jamii, katika nchi yetu, unaweza ukawaambia kiwezekana, tunusuru uhai wa mtoto wangu, ikiwa kuna chochote kibaya kimefanywa na mwanadamu. Na unajua kinafanyaga hivyo, kinazalisha tatizo la aina hiyo, na kuomba sana, jitokeze, jitokeze, jitokeze, jua yamenikuta kwa ajili ya huruma tu, ya kutaka usilopenda kutendewa usimtendee mtu mwingine. Hiki ndicho nikifanya kwa Samuel Asangarushe mbuba haijawa, haijawa rahisi. Imenigharimu kiasi kikubwa cha fedha, imenigharimu kukutana na watu wa aina mbalimbali kwa ajili ya maisha ya huyu bwana, lakini pia na watu wengine ambao bado wanaendelea na mazungumzo, ili tutafute njia bora ya jamii yetu isiwe inaumizana, na tuamini kwamba tukiishi kwa namna ya haki ambayo kila mmoja anafanya kwa namna isiyo ya kumuumiza mtu mwingine, tuamini tunaweza tukawa na nchi bora zaidi, tukawa na jamii bora zaidi ambayo karibu kila mmoja atajiona na heri kuwa Mtanzania. Tanzania ni nchi ya Mungu bila kujalisha inapita kwenye bonde la uvuli wa mauti, lakini kwa maombi na jitihada zingine hizi za wazi, najua hata kama sisi wengine tutauawa, Mungu atakuja kulikumbuka taifa hili huenda damu yetu ndiyo itakayomwagiria ukombozi wa Mungu. Damu ya waliouawa inaendelea kumwagiria, dakika yoyote ukombozi waweza kutokea, damu ya waliotekwa waliopotezwa. Na niendelee kutoa wito Ndude Nyagari gari kama yuko hai arudishwe. Hii ya kuangaisha mioyo hapana. Hata kama amefariki mimi kwa uhuru wangu nasema, tuonyeshwe yaishe nje, na hapa tutakwamisha mambo mengi, na huenda mkaja kusababisha mambo mengine makubwa zaidi ambayo hayana sababu. Tafadhali, tafadhali, tafadhali, wanadamu, hatukuja na kitu, hatutaondoka na kitu, chonde chonde. Pengine Samuel kama na neno lolote la mwisho, hebu ongea. Nashukuru baba Ndio. kwa yote ulionitendea Ndio. na Mungu jinsi alivyokujalia mm. kutoa moyo wako kwa ajili yangu ya mimi mm. ambaye nimeishi kama sina ndugu mm. niliyotengwa mm. Maana ndugu linao lakini, tangu lilipopatikana tukio hili, hawakuwa kuonekana mm. hata kuja kuja kunijulia huko gerezani mm. sijajua kwamba ni taarifa mm. au la lakini kuna baadhi ambao niwapelekea kwamba taarifa zifike mapema yeah. lakini kwa ajili ya hilo mpaka leo hii ulio niangaikia hii swala mpaka mimi nionekana leo na mimi ni mtu nipo uraiani kwa ajili ya uwepo wa nguvu zako mm. ambazo ni uwezeshwa na Mungu aliyokubarikia Mungu Mungu aliye juu mbinguni mwachie mm. sifa na utukufu, maana mm. maneno mengi ya kunena zaidi, hakika nimwachie Mungu. Ubarikiwe chanimombee. Mungu wa rehema, Mungu wa neema, Mungu wa kweli, Mungu wa baraka, kijana huyo ni kwa msaada wako na neema yako yuko hapa alipo leo. Ninaomba mimi nimehusika kwa haya ili awe baraka. Namwomba uchungu wote alio nao usije ukawa sababu ya kufanya madhara yoyote, na kuomba uniongoze katika wakati atakao tii, nimpe maelekezo ambayo hayatampoteza hayatamletea hasara. Mungu wa rehema, ninaomba na mtu yoyote anaweza akawa napanga baya juu yake, geuza moyo wake, ajue si kwa vita tumefanya haya si kwa mapambano tumefanya haya. Maisha ni bora kuliko chakula na mwili kuliko mavazi, kuliko vitu vya maisha haya. Itatufaidia nini tuupate ulimwengu wote tukapoteza nafsi zetu ama za watu wengine? E, Mungu wa rehema, naomba umlinde kwa muda huu mchache ambao nitakuwa mbele yake, nitamwongoza niongoze, lakini kama kuna wakati atakuwa popote peke yake, ninaomba Mungu ukamlinde ukamhifadhi. Tunajiweka mikononi mwako tunajiweka mkononi mwako katika jina la Yesu Amen. Amen. Amen. Amen sana. Amen. Asante sana. Nashukuru, asante sana. Mungu asaidie sana, asante sana. Uwe na wakati mwema, nenda ukaoge, ubadilishe nguo, ule chakula, tuendelee na ibada yule Mungu ambaye ulimwona nikiubiri mara kwa mara kule basi, hapa ah, sasa utaniona nikiwa kanisani ah, utaniona nikiubiri. Sasa utulie, kesho tutaendelea na utaratibu mwingine. Asante ah, sana. Haya ah, nashukuru sana. Kwa msio fahamu jambo tutakalolifanya kesho, tutaenda kuona

Mabusu. Na kusema ni kwa mujibu wa sheria. Ninajua munafamu kwamba wasio waovu sana kuliko mulio nje. Najua munafamu, munao watesa wengi ni watoto wa masiki

sheria yo, hayo ni matakwa ya walioshika mpini, hayo ni matakwa ya wanaojiona miungu watu. Nataka mfahamu wengi wanaopenda kusema kwamba hili ni kwa mujibu wa sheria ama mimi ninasimamia sheria. Wengi wao ni wale walio na rombaya, wengi wao ni wale walio wapigaji wale wale. Mtu mwenye utu anatambua utu wa mwanadamu uko juu ya sheria, ila ile mikatili na iliyona rombaya iyo inayotumia kanafasi kokote inakopata ili kujifurahisha kwa kumumiza mwingine. Hata kama wafungwa kweli waliharifu, hata kama mabusu kweli waliharifu, lakini si kwa adhabu yo, lakini, si kwa mateso hayo. Kweli wapo waliofanya machukizo sana, lakini hii si maana ya kwamba ninyi ni watakatifu ninyi ni wakamilifu. Yohana anasema, tukisema hatuna dhambi tutakuwa tunajidanganya wenyewe, ila tukiziunga ma Mungu ni mwaminifu atatondolea dhambi zetu zote atatusafisha na udhalimu wetu wote. Simanishi tuondoe kabisa magereza, lakini maana yangu magereza isiwe hii. Hii ni zaidi ya utumwa wa mkoloni. Hii ni jehanamu mulio buni wanadamu, tena jehanamu ya kuwatesa wenye haki, tena jehanamu ya kuwatesa masikini na walionewa, huku mukiwacha waovu wenyewe wanaoiba mamilioni na kutesa wengi, wanaofanya ushoga na ubasha dharani, hao hata wakiingia dakika chache tu wametoka. Mtoto wa masikini anabakia kisotea, wakati hayo mapapa na mashoga yalitaji adhabu kubwa zaidi kama munge kuwa kweli munadili na uovu kweli basi, maandiko katika Walawi ishirini musitali wa kumi na tatu iya nasema tena, mutu mume akilala pamoja na mutu mume kama lalavyo na mutu muke, wote wawili wamefanya machukizo. Hakika wanatakiwa wauwawe na damu yao itakuwa